Jumapili yenye ya amani, upendo na utulivu. E bana, yupo mtu mwamba ambaye tayari amechukua fomu ya kuonesha nia ya kugombea ubunge kupitia jimbo la Nachingwea. Huyu si mwingine ni Bakari Amini Shela Bakari Katambo ambaye amezaliwa katika kijiji cha Naipanga kata Naipanga iliyopo wilayani Nachingwea. Huyu ni mwalimu mkuu wa shule ya sekondari ya Nguva iliyopo Kigamboni jijini Dar es Salaam. E, ameonyesha nia ya kugombea ubunge kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi, kwa maana kwamba CCM e, kupitia jimbo la Nachingwea na, na ikumbuke ya kwamba hii si mara yake ya kwanza bali ni mara yake ya pili baada ya kufanya hivi pia kwa mwaka elfu mbili na ishirini akiwa pia analitaka jimbo la Nachingwea safari hii amerudi kwa mara nyingine tena, na tayari amechukua fomu ya kugombea jimbo la Nachingwea. Ni nani ambaye atafuata? Endelea kubaki nami kupitia mitandao mbalimbali mbali ya kijamii uweze kufahamu kile ambacho tunakuletea kupitia ha, mitandao ya kijamii. Mimi naitwa Amiri amirimt